Tutaendelea kuhamasisha jamii zetu kuhusu umuhimu wa kutumia maji kwa njia endelevu, kupanda miti na kutunza vyanzo vya maji na mazingira kwa faida yetu na vizazi vijavyo. Ndugu viongozi, ndugu washiriki, ninapozindua rasmi sera hii ya maji na usafi wa mazingira, na ahidi kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kwa karibu na wananchi, sekta binafsi, na wadau wengine wote wa maendeleo ili kuhakikisha malengo ya serikali kupitia sera hii yanafanikiwa kikamilifu. Tutahakikisha kwamba hakuna mwananchi atakayekosa huduma za maji na kwamba tutakabiliana na uchafuzi wa maji unaoathiri mazingira yetu na kusababisha milipuko ya maradhi hasa wakati wa masika. Kadhalika, sera hii itaimarisha elimu ya umma kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira, matumizi sahihi ya maji na athari za uchafuzi wa mazingira kwa afya ya jamii. Pia itaimarisha uwekezaji katika miundombinu ya maji ili kutatua changamoto zinazokabili jamii mijini na vijijini. Sera hii vile vile itakuza ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kiraia katika utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira.